Kupitia video hii ambayo nitakuja kukusogezea hapo mwishoni Harmonize ameahirisha utoaji wa albamu yake baada ya mambo ambayo yametokea tarehe 29 Oktoba 2025. Katika kipindi ambacho taifa bado linapambana na mstuko, uzuni na taharuki zilizosababishwa na machafuko ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025, msanii wa Bongo Flava Harmonize ametangaza kusogeza mbele rasmi utoaji wa albamu yake mpya na kupitia video ambayo alipakia kwenye Insta story, Harmonize alieleza kuwa mazingira ya sasa hayaendani na mipango ya uzinduzi wa kazi hiyo na kwamba mazungumzo yanaendelea ili albamu itoke mwaka ujao wakati ambapo mambo yatakuwa yapo shwari. Harmonize amesema e, kwa sasa haoni uhakika kama albamu yake itatoka ndani ya mwaka huu na yupo kwenye mazungumzo kuona namna ya kuisogeza hadi mwakani mpaka pale ambapo mambo yatarejea kuwa sawa na kuomba wa Tanzania waendelee kuiombea Tanzania, Nigeria na Afrika ili mambo ya baki kwa sawa. Lakini vilevile ameonyesha kuvutiwa na kutiwa moyo na kile ambacho Davido alikifanya kwa kuizungumzia Tanzania na kuomba Watanzania wote washikamane na kuendelea kuiombea Tanzania mambo ya kae sawa. Tamko hilo ambalo limeonekana kama heshima kwa wakati mgumu ambao watanzania wanaopitia, kipindi ambacho kimegubikwa na taarifa mbalimbali za simanzi na majonzi. Lakini kwa kufanya uamuzi huo Harmonize anaungana na wasanii wengine walioamua kuahirisha shughuli zao za burudani, ishara kwamba tasnia ya muziki pia imeguswa moja kwa moja na mazingira ya kisiasa na kijamii yanayoendelea. Upande mwingine, mashabiki ambao wanaonekana kuwatenga wasanii kutokana na shutuma ambazo wamewapa shutuma mbalimbali yeah. Je, wewe una maoni gani kuhusu na jambo hili ambalo Harmonize amelifanya? Hapa comment yako, usikose kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma the Monster.